Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Mungu akubariki kuendelea kufuatia mafundisho ambayo nina posti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tutakwenda kujifunza kichwa, nasema kwamba dressing code kwa wanawake waliokoka. Roho Mtakatifu, mhudumu wa kweli, akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho yakafanyika msaada kwako kwa kwa katika jina la Yesu. Amen. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina dressing code, ina kanuni za mavazi, ina kanuni ya mavazi, za mavazi. Na kila tunapokusanyika kwenye mikusanyiko ya viongozi wa watumishi wa serikali, wanapokusanyika kwenye, uh, kwenye mikusanyiko mbalimbali, jambo mojawapo ambalo huwa inasisitizwa pia ni habari ya dressing code, ni habari ya kuzingatia kanuni ya mavazi, kanuni ya mavazi. Hawataki watu wavae wanavyotaka imeweka mwongozo wa mavazi kwamba watu wanatakiwa kuvaa mavazi ya namna gani? Ni mavazi ya aina gani ambayo serikali inayatambua? Kuna mavazi ambayo serikali hayatambui. Naamini kama serikali ya, kawaii, ya, ya, ya ulimwengu huu kama serikali ya ulimwengu huu imeweka dressing code, naamini kwamba hata Mungu, hata kwa Mungu kuna dressing code. na ndio maana tunasema kwamba tujifunze dressing code ya wanawake waliookoka kwa sababu tuko kwenye nyakati ambazo watu wanavaa wanavaa wanavyotaka, wanavaa kwa namna ambayo haimtukuzi Mungu, na wanasema kwamba Mungu anaangalia moyo na wala haangalii, Mungu anaangalia moyo na wala haangalii nje. Ni kweli, lakini wanadamu ambao tunatamani tuwavute kwa Yesu hawaangalii ndani, kama hawaangalii moyo kama wewe unavyofikiri wenyewe, wanaangalia nje, wanaangalia physical appearance, wanaangalia muonekano wako wa nje, wanaangalia uvaaji wako, wanaangalia mwenendo wako wa nje hawezi kuangalia moyo kama moyo unavyofikiri kama unavyofikiri. Sasa dressing code ya watu waliookoka ya wanawake waliookoka, nazungumza wanawake, lakini nagusa maeneo yote, lakini nazungumzia wanawake kwa sababu Biblia neno la Mungu angalau limegusa kwa sehemu, namna ambavyo wanawake waliookoka wanatakiwa, wanawake wanatakiwa kuvaa. Tunaposoma kwenye timo waraka wa kwanza wa Paulo uh, kwa Timotheo 2:9 Maandiko yanasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri, pamoja na adabu nzuri. Kwa Paulo anaandika waraka huu, anamwambia ape Timotheo kwamba waambie wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri. Tuko kwenye nyakati ambavyo wanawake wengi wanavaa vimini kanisani wakati mwingine hata viongozi wanavaa vimini kanisani. Watu wa praise and worship wanakaa wanavaa vimini kanisani. Huu ni upungufu mkubwa, ni upungufu mkubwa, ni upungufu mkubwa. Kumbuka nimetangulia kusema kwamba serikali imeweka dressing code, mwongozo wa mavazi, kanuni ya mavazi, kanuni ya mavazi haitaki watu waingie wa, wa, wa, wa ofisini, ofisini, wakiwa wamevaa ovyoovyo wakiwa wamevaa vimini wakiwa wamevaa nguo ambazo, ambazo sio za heshima ambazo sio za adabu. Je, yes, si zaidi sana kwa Mungu wetu? Si zaidi sana kwa Mungu wetu? Kama serikali ya dunia hii, kama serikali ya dunia hii imeweka dressing code, imeweka kanuni ya mavazi imeweka mwongozo wa mavazi ili mtu asivae anavyotaka, vivyo hivyo maandiko anasema, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri na adabu nzuri, na adabu nzuri. Sasa tupo kwenye nyakati ambapo hata watumishi, viongozi, viongozi ndani ya makanisa unakuta wamevaa nguo ambazo sio za kusitiri. Wakati mwingine, hata mchungaji unakuta amevaa, amevaa kimini. Ndio nyakati tulizopo sasa. Ndio nyakati tulizopo sasa, serikali imeweka dressing code. imeweka mwongozo wa mavazi, imeweka kanuni za mavazi, imetumia hela za wananchi ili kuweka mwongozo, watu walikama hali, wakaweka mwongozo wa mavazi kwamba watu wanaofanya kazi serikalini wanapoenda ofisini, avae hivi na hivi, mavazi haya na haya hayakubaliki. Je, vimindi vinakubalika kanisani? Je, milegezo inakubalika kanisani? sema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri, pamoja na adabu nzuri, pamoja na adabu nzuri. Yamkini unanisikiliza unaua, unavaa vimini unapoenda kanisani, unavaa mlegezo unapoenda kanisani. Maandiko anasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe na mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri. Tunahitaji kuvaa mavazi ambayo yanamtukuza Mungu tunahitaji kuvaa mavazi ambayo hayatawashawishi watu wengine kuingia tamaa ndani ya kanisa. Tunahitaji kuvaa nguo ambazo zinafunika zina maeneo yetu maeneo yetu ya msingi. Mavazi ambayo yameacha eneo kubwa la mwili liko nje hayatakiwi serikalini, lakini pia najua kanisani ni zaidi hayatakiwi zaidi. Dressing code kwa wanawake waliookoka. Je, wewe ni mwana umeokoka? Uko kwenye praise and worship ndani ya kanisa? Maandiko yanasema kwamba na uvae mavazi ya kujisitiri na adabu nzuri. Je, mavazi unaovaa kanisani ni ni mavazi yako ambayo yana ya kujisitiri na yenye adabu nzuri? Na yenye adabu nzuri? Je, hayo mavazi yanaweza kuruhusiwa ofisini? Kwenye ofisi za serikali tu inaweza kuruhusiwa hayo unayovaa? Kwa sababu kuna mavazi ambayo wanavaa watu ndani ya kanisa ambayo hata ofisi ya serikali hairuhusi. Na Roho Mtakatifu akuponye, Roho Mtakatifu akusaidie. Ninajua kwamba hatuwezi kukulazimisha mpaka uamue mwenyewe. Roho Mtakatifu mwenyewe akusaidie akusaidie. Na haya ya kuingia, haya tunazungumza ya kuingia katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Wewe ni kijana, vaa mavazi yenye adabu nzuri. Wewe ni bindi, vaa mavazi yenye adabu nzuri. Unapoenda kanisani. Mungu akubariki kwa kusikiliza mafundisho haya. Ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo nina posti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Ukisubscribe, mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata, na maisha yako hayatabakia jinsi yalivyokuwa, katika jina la Yesu. Pia unaweza ukalike, unaweza ukashare, pia katika jina la Yesu, amen.